ka kwenye uwanja wa Lake Tanganyika hapa Kigoma, niko na Salum Kihimbwa, moja kati ya wachezaji ambao leo wamekuwa pia kwenye kiwango kizuri licha ya kwamba timu yao imepoteza kwa jumla ya mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Mashujaa kwenye uwanja huu hapa. Kihimbwa, anakwaje? Kama kawaida, anakwema kwema kabisa. Na game umetazamaje? Aisee game ilikuwa gumu gumu sana, sababu nakuja kucheza na mpinzani ambaye naye anahitaji pointi tatu, hivyo katika hali mbaya. Ligi zimebaki mechi sita, kila timu inapambana ili madhali si kuwa katika nafasi mbaya, kushika daraja niwe mnajitazama vipi kwenye msimamo wa ligi kuu? Namna ambavyo tupo katika na, nafasi mbaya sana na tuna mechi bado tano ni, bado yaani, ni tuseme ni mechi ngumu kusho inabidi tupambane. Tutarudi katika uwanja wa mazoezi kufanyia kazi yale makosa ma tuliofanya katika game ya leo, turekebishe tufanye vizuri. Okay, Kimbo umekwepa kwenye mpira kwa muda mrefu umecheza vilabu vingi unajizungumzaje kuwa Fountain Gate? Pengine umewahi kuwaza kuchomoka kuna kipindi ulitakiwaga na Simba Sports Club. Eh, issue ni kama zikawa zimefail na nini lakini paka leo tunakuona huko Fountain Gate. Pengine katika misimu hii kadhaa tutegemee kukuona pia ukimove au bado unaendelea kupambana na Fountain. Ah, kikubwa kumomba Mwenyezi Mungu. Mungu ndo mjuaji huyo. Hakuna binadamu anajua kesho yake. Hakuna mchezaji ambaye apende kucheza Simba wala Yanga. Kila mchezaji anacheza katika ligi yetu ya Tanzania mradi acheze vilabu vikubwa hivyo, mradi apate nafasi kwenda mbele kabisa. Kikubwa naendelea kupambana, najua nafasi bado ipo. Ndoto zangu cheza Simba na Yanga, najua nitatimiza tu. Kama sio msimu huu, msimu ujao na misimu naendelea, nitatimiza ndoto zangu hizo. Timu mbili moja hapo nitacheza. Shukrani sana, na pole sana kwa matokeo. Asante sana.